Yako, ndiyo bishara yako, lakini pia njozi yako ni nidhari kwako, lakini pia njozi yako ni maisha yako, kwa sababu njozi yako inakuja kuelezea zama zote tatu: zama muda uliopita, muda wa sasa na muda unaokuja. Usiitharau njozi yako, usiitelekeze njozi yako, utakuwa umetupa kitu kizito sana, muhimu sana katika maisha

Wallahu ma sabirin thuma salatu wasalamu wa la rasulillahi Muhammad waalihi wa sahbihi wa wasalam amma ba'di, mutabiuna laza ikhwani, ndugu zangu ambao mnafuatilia kipindi hiki biidhn llahi tabaraka wataala. Ama anwani ya kipindi chetu inaitwa naharu fi lmanami, yani kuota mto usingizini. Mtu milala ukaota mto unakunywa maji ya mto au unavuka mto au unaogelea mtoni au umezama mtoni au mto umejaa maji mengi au mto umeleta ghasia nyingi na mambo mengi sana. Nini maana yake? Lakini nikwambie kwamba kabla sijaendelea, hapo chini ya video yako kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe, basi yabonyeze maandishi hayo mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, nayo hiyo ibonyeze mara moja. Hiyo itakufanya mimi na wewe tuendelee kuwa na familia wa channel yetu hipendwa, biidhnillahi tabaraka wa taala. Ikhwani ndugu zangu, kabla sijaanza njozi hii ya mto, nipende kukwambia kwamba njozi yako ndiyo bishara yako, kwa sababu njozi inakuja kukupa bishara ya yale mazuri ambayo unatarajia kuja kuyapata, au inakupa bishara ya yale mazuri ulionayo kwa sasa, au inakupa bishara ya yale mazuri uliokuwa nayo hapo awali. Lakini pia njozi yako ni nidhari kwako, kwa sababu inakuhofisha na yale yale mabaya ambayo yanatarajiwa kuja kutokea katika maisha yako. Lakini pia njozi yako inakuja kukuhofisha na yale mabaya kwa sasa ndiyo unayo. Lakini pia njozi yako inakuja kukuhofisha yale mabaya ambayo tayari yamesha tokea huko nyuma, na sasa pengine ndio unaendelea nayo, yanakusumbua katika maisha yako. Lakini pia nipende kuambia njozi yako ndiyo maisha yako, kwa sababu njozi yako inakuelezea zama zote tatu wakati wa nyuma, wakati wa sasa na wakati ujao. Kwa hivyo usikubali kuidharau njozi yako, usiitupe njozi yako, usiitelekeze njozi yako, kwa sababu utakuwa umepoteza kitu muhimu sana katika maisha yako. Ikhwani, leo nakuja na njozi ya mto, kuota mto usingizini. Nianze na nukta ya kwanza ya njozi ya kuota mto usingizini. Kwanza, kabla ya nukta ya kwanza, tuanze tu na mto kama mto haijalishi ule mto umejaa umefurika, watu wamezama, watu wameangamia, ah, kwamba umelala ukasema ule ni mto. Nini maana yake? Tunasema mtu anapoota tu mto usingizini, basi njozi hiyo inajulisha riziki nyingi, eh, yenye kuendelea. Yani mtu anapolala akauona mto tu, maana yake ni riziki nyingi yenye kuendelea, lakini pia ina maana nyingine. Kuona mto tu peke yake inajulisha Um, amali njema za watu, yaani mambo mazuri waliyoyafanya watu, ndio maana ya mto. Lakini pia maana nyingine ya mto inajulisha shida na mitihani. Lakini pia maana nyingine ya mto inajulisha harufu ya uozo. Lakini pia maana nyingine ya mto inajulisha fitna. Lakini pia maana nyingine ya mto inajulisha mafuriko kwa hiyo itategemea tu na ule mto. Baada ya kuwa umeuona kipi kilichotokea tena baada ya hapo, kwamba unajua ule ni mto sawa. Je, ule mto ulipouona ulikuwaje? Ulikuwa umejaa umefurika, unaua watu, au watu wanavuka au una... Sasa kadri jinsi inavyoendelea kubadilika na matukio yake, ndivyo na fasiri zinavyobadilika na maana zinavyobadilika, kunyu, ku, ku, kunjua, maana. Kwa hiyo ukija kunjua ile njozi unapata maana maalum nzuri kabisa, nini kinachokusudiwa katika maisha yako. Ama nianze na nukta ya kwanza ya ndoto ya kuota mto usingizini, tunasema naharu fil manami, tunasema mto anapolala kisha akaota kuwa kauona mto, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo kwamba huyo ni mwanamume mwema. Hiyo ndiyo maana ya nukta hiyo ya kwanza. Ama nukta ya pili ya njozi ya kuota mto usingizini tunasema naharu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa kauona mto kisha akaingia ndani yake huo mto wenyewe, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo kwamba huyo ni mwanamume mnafiki anayetokea kwa watu wakubwa. Ni mwanamume mnafiki anayetokea kwa watu wakubwa. Hivyo kwa mto wa namna hiyo katika ndoto si vyema kunywa maji yake. Yani ukaota njozi ya namna hiyo si vyema, ukaota tena umekunywa maji yake, yani hiyo ni itazidi kuwa ni mbaya juu ya ubaya zaidi, ni kama jinsi Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala anavyosema katika suratu eh, Baqara aya ya 249 alipokuwa akimwelezea Jalut na Junud na Eh, wale wale majeshi yake walipofika katika mto, kisha akawaambia, jamani, hayo maji msiyateke kwa ajili ya kuondoka nayo, kwamba ni wewe maji ya kunywa, isipokuwa kama mtu amezidiwa sana, basi anaweza katika tu kiteko kimoja na akanywa katanikisha, mkaondoka, kwa sababu huu mto si sahihi kuweza kufanya hivyo kwa wakati huo ya, na Mwenyezi Mungu akasema kama hivi fuatazo, hivyo baada ya a'udhu billahi minashaitanir rajim

Kam min fiati qalilati ghalabati fiatan kathirata biidhnillah wallahu maa ssabirin, hayo ni maneno ya Mwenyezi Mungu yaliyo matukufu, akielezea mto na namna gani watu walivyokatazwa wasinywe maji katika ule mto, ila wanywe kwa kiwango kidogo tu, kwa sababu muda ule si sahihi wa kuweza kufanya hayo. Ama nukta ya tatu ya njozi ya kuota mto usingizini, tunasema naharu fil manami, tunasema mtu anapolala, kisha akaota kuwa karuka mto kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine. Yani ukawa umejump umeruka kutoka upande kwenda upande mwingine wa mto, basi njozi hiyo nakujulisha aya yafuatayo kwamba utaokoka katika matatizo mazito na shida nzito, na utanusurika kutokana na adui zako. Hiyo ndiyo maana ya kuruka mto usingizini upande hadi upande mwingine. Ni nukta ya tatu hiyo ya njozi ya mto usingizini. Ama nukta ya nne ya njozi ya mto usingizini tunasema naharu fil manami mtu anapolala kisha akaota kuwa mto unatokea nyumani kwake, akaota mto unatokea nyumani kwake na haujamdhuru mtu yeyote, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo kwamba huo ni wema unaoutenda kwa watu, huo ni wema unaoutenda kwa watu. Ama nukta ya tano ya njozi ya kuota mto usingizini, tunasema naharu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa amegeuka kuwa mto yani, wewe mwenyewe ulivyolala ukiota ukajiona wewe ndio mto wenyewe ule unatiririsha maji, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo kwamba ajali yako imekaribia kwa sababu ya damu ajali yako imekaribia kwa sababu ya damu. Au nukta ya pili utapatwa, uh, tunasema fasiri ya pili ya nukta hiyo ya tano, tunasema utapatwa na matatizo mazito. Ama nukta ya sita ya njozi ya kuota mto usingizini tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa kaingia katika mto, kisha akaona maji yake kama yanataka kumchukua kwa nguvu E, anataka kumbeba kwa nguvu, yale maji ya mto, basi njozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo: kwamba ataingia mtu mkubwa katika mji, utapatwa na mitihani na matatizo makubwa na hofu kubwa kutoka kwa mtu mkubwa huyo aliyeingia katika mji wenu. Ama nukta ya saba ya njozi ya kuota mto usingizini tunasema naharu fil manami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa kaingia mtoni kisha maji ya mto yakawa na uvu, u, u, utulivu, tena maji yenyewe ni masafi na ukanywa maji yake, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo ya kwamba utapata kheri nyingi sana sana sana maishani mwako, maisha yatakuwa mazuri sana sana kwako kulingana na kiwango cha maji utakayokunywa, na hayo yatatokana na mwanamume mkubwa mwenye cheo, ndiyo atakayekupaisha na kukufikisha katika mafanikio hayo. Ama nukta ya nane ya njozi ya kuota mto usingizini, tunasema naharu fil manami kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa anateka maji katika mto, basi jozi hii inamjulisha haya yafuatayo: kwamba utapata mali kutoka kwa mtu mkubwa sana, kulingana na ukubwa wa mto na udogo wa mto, yani <coughs> ile mali utakayoipata utaipata nyingi kulingana na ule mto wenyewe ulivyokuwa ni mkubwa, na utapata mali ndogo kulingana na ule mto wenyewe ulivyokuwa ni mdogo, wakati wa usingizi wako wa njozi yako. Ama nukta ya tisa ya njozi ya kuota mto usingizini, tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa anavuka mto kwa kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine na ndani ya mto akawepo e, zikawepo tope yani, akawa na, anapita kwenye yale maji ya mto, anavuka, lakini kule chini anavyoendelea kukanyaga kukawepo kuna tope katika yale maji um, basi uh, na kukawepo na mawimbi katika ile maji lakini pia ukawepo na visiki mle ndani ya ile maji na kadhalika, kwa kuna mawe mawe mle ndani, akaona kanyaga lakini anavuka ule mto. Basi jozi hiyo inamjulisha haya yafuatayo kwamba unataka, uh, unataka kuiangamiza matatizo na mitihani na hofu yako. Hiyo ndiyo maana yake, unataka kuangamiza matatizo na mitihani na hofu zako. Ama nukta ya kumi ya njozi ya kuota mto usingizini, tunasema naharu filmanami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa mto unataka kumchukua au akaona kuwa mto unachukua wanyama, wanyama wako wakawa wanachukuliwa na mto, na vyombo vyako vya ndani vya matumizi vikawa vinachukuliwa na mto basi njozi hiyo pia inakujulisha haya yafuatayo ya kwamba hayo ni madhara yatakayokukuta ya na hasara utakayoipata. Hiyo ndiyo maana ya nukta hiyo ya kumi ya njozi ya kuota mto usingizini. Ama nukta ya kumi na moja ya kuota mto usingizini tunasema naharu fil manami kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa mto eh, unatembea kuelekea nyumbani kwake mto unatembea kuelekea nyumbani kwake na maji yake ni masafi sana. Kwa hiyo ule mto unatoka huko, lakini unaelekea ndani katika nyumba yako na maji yake ni safi kabisa. Basi hiyo njozi inakujulisha haya yafuatayo, kwamba utajiri unakuja kwako, mali zinakuja kwako, utapata wepesi maishani mwako, na watu wa nyumba hiyo wataneemeka. Hiyo ndiyo maana ya yani, nukta hiyo ya kumi na moja ya njozi ya kuota mto usingizini. Ama nukta ya kumi na mbili ya njozi ya kuota mto usingizini, tunasema na harufi al-manami kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa mto unatembea eh, mto unatembea kuelekea nyumbani kwake na watu wakiendelea kunywa maji ya mto huo, basi njozi hiyo inakujulisha Uh, kuwa utapata utukufu mkubwa sana sana sana na utapata mtajiri utajiri mkubwa sana na watu wa kijiji hicho wataneemeka sana, na wageni wengi watakuja kwako, katika nyumba yako au katika mji wako, na watataka msaada kwako, basi usiwanyime. Hiyo ndiyo maana ya ndoto hiyo ya kuota mto, nukta ya kumi na mbili. Kama nukta ya kumi na tatu ya njozi ya kuota mto usingizini tunasema naharu filmanami, kwamba mtu anapolala kisha akaota kuwa anatembea juu ya maji ya mto, ukaota unatembea juu ya maji ya mto, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo kwamba una nia nzuri, una afya njema. Lakini pia nukta ya kumi na nne ya njozi ya kuota mto usingizini tunasema naharu filmanami tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa mto wa Kauthar akaota mto wa Kauthar eh, ambao ule Mwenyezi Mungu kaueleza, inasema inna a'tainaka al-Kauthar fasalli li rabbika wanhar inna shaniaka huwa al-abtar. Sasa ukauota mto wa Kauthar, basi njozi hiyo inakujulisha hayo yafuatayo kwamba utapata nusura kutokana na maadui. Nukta ya 15 ya njozi ya kuota mto usingizini tunasema mtu anapolala kisha akaota kuwa anakunywa maji ya mto Kauthar. Anakunywa maji ya mto Kauthar, basi njozi hiyo inakujulisha haya yafuatayo kwamba utapata elimu, utafanya vitu kwa uhakika, utafuata sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini pia tunasema na kama, eh, kama anavyosema Allah katika surat Kauthar aya ya kwanza, nasema inna atainaka al-Kauthar, kwamba hakika sisi tumekupa mto wa Kauthar. E Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ikhwani, ndugu zangu, ama nitaishia kwa leo katika nukta hii ya 15 ya ndoto ya kuota mto usingizini, bi idhnillah tabaraka wa taala tutakuja kuendeleza mwendelezo wake, pana kumajaliwa yake subhana huwa subhana. Lakini nipende kuambia kwamba njozi yako ndiyo bishara yako. Njozi inakuja kukubashiria yale mazuri ambayo utaweza kuyapata siku za baadaye, au yale mazuri ulionao sasa, au yale mazuri uliokuwa nayo hapo awali. Lakini pia njozi yako ni nidhari kwako, au inakunadhirisha yani inakuhofisha yani, eh, yale mabaya ambayo yataweza kupata kwa muda ujao, au yale mabaya ulionayo sasa, au yale mabaya uliokuwa nayo hapo awali yaliyokupata na pengine mpaka sasa unayo. Lakini pia njozi yako ni maisha yako, kwa sababu inakuelezea maisha ya nyuma ulikuwaje. Na maisha ya sasa upoje, na huko nakuelekea utakuwa na maisha ya namna gani. Lakini pia njozi yako usikubali kuitupa wala kuitelekeza wala kuidharau kwa sababu utakuwa ume, umetelekeza na kudharau kitu muhimu sana katika maisha yako. Jitahidi kuitunza njozi yako, mfikishie mtaalamu mzuri, mfasiri mzuri wa njozi akufasirie njozi yako na akupe nini cha kufanya baada ya fasiri hiyo, mwelekeo wako ni upi? Ili kuweza kuyafikia mazuri au kuyaondosha hayo matatizo yanayotarajia kufika. Inshallah, nikupenda kukuambia kwamba hapo chini ya video hii kuna maandishi mekundu yameandikwa subscribe, basi abonyeze maandishi hayo mara moja, na itakuja alama ya kengele, nayo hiyo ibonyeze tena mara moja. Hiyo itakufanya mimi na wewe tuendelee kuwa na familia wa channel yetu hii pendwa kabisa